Haraka haraka tu ambayo tumepata katika mkoa wetu, takriban kwa kipindi cha miaka mitatu tumetumia zaidi ya bilioni 2.4 katika vyombo vyetu, mapato ya ndani wanayokusanya kutoka kwa wananchi kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya maji, ikiwa ni maana ya kwamba kufanya extension, kununua mabomba, kununua dira za maji na hata kujenga miundombinu mingine kama vyanzo. Na hivi karibuni tu tumeshuhudia moja ya chombo chetu hapa wiki iliyopita tu wao wenyewe wameweza kununua bomba za milioni mia moja na ishirini kwa kutumia mapato yao ya ndani. Kwa hiyo hiyo ni hamasa na hiyo ni hamasa na ujumbe ambao tunapenda wananchi wetu pia wajue kupitia nyinyi viongozi wetu wa kiwilaya kwamba zile fedha tunazokusanya za maji kutoka kwao sio tu kwamba zinatumika kwa kula au zinatumika kwa mishahara au kwa posho Hizo hizo fedha pia zinarudi kwao kwa njia ya kufanya investment, ni hela ambayo inarudi kwenye maeneo yao kwa sababu hakuna hela ambayo inachukuliwa kutoka labda Magadini Makiwaro inaenda kujenga mradi, si hai hela. Kama ni Magadini Makiwaro nakusanya pale nafanya na nanunua mabomba kwa ajili ya kuboresha miundombinu katika eneo la Magadini Makiwaro. Kwa hiyo ni hela ile ile inarudi kwa wananchi, kwa hiyo wananchi wapate kuona hilo na waweze kuwa na hari ya kulipia bili zao za maji pamoja na kushiriki katika zoezi zima la utunzaji wa miundombinu hiyo ya maji. Lakini pia kumekuwa kuna hali ya watu kutokubali kuli maji. Wamekuwa na ubovu tu anamita lakini hataki kulipia bili za maji, analipikiza madeni. Tunao madeni ya takriban bilioni 1.7. Tunao vyombo vyetu vya maji ishirini na tatu vinadai watu. Lakini sehemu kubwa ni taasisi za umma ambazo mheshimiwa zianze kazi kwa chini ya ofisi yako vingi viko chini ya mkurugenzi au chini ya mwenyekiti wetu wa halmashauri hapa, ni unakuta ni shule ni hospitali ni zahanati zinadaiwa sana bili za maji, na maji tunajua ni kitu muhimu sana kwa wananchi au kwa hizo taasisi. Hatuwezi kusema tukate huduma ya maji shuleni, wala hatuwezi kusema tukate huduma ya maji hospitali au zahanati. Lakini sasa kwa kwa namna moja au nyingine, tunapokwamisha kulipia hizo, tunakwamisha hivi vyombo vinashindwa kuweka uwekezaji hao huo au kuendesha hiyo miradi na mwisho wa siku tunaishia huko kwenye kupoteza hata maji kidogo, yanayopotea kwa sababu hata bomba linapasuka, anakosa uwezo wa kutengeneza. Imezungumzwa swala la madeni, na ni kweli kwamba ili vyombo viweze kufanya kazi kwa ufanisi, vinahitaji hayo makusanyo, kama ambavyo imeelezwa kwenye taarifa ya mene ya kwamba fedha zinazokusanywa zinarudi kwenye kutengeneza miundombinu. Kwa hiyo swala la kukusanya fedha ni swala la msingi kwa kila choo. Mimi natoa rai kwa niaba ya mkuu wa wilaya, unayezungumza tena kwenye kikao fulani cha su ya aia, sisi tuko tayari kushirikiana miongoni mwa wanaotajwa kwamba wana madeni taasisi za serikali, lakini nipende kusema kwamba kwa upande wa ofisi ya mkuu wa wilaya sisi hatudaii kulikuwa na deni kubwa sana kipindi cha nyuma, lakini tuliweka mkakati sasa. Sasa hivi wao ndiyo tunawadai, kodi ya magari tunawadai ya sasa hivi tunatumia maji, wanaendelea kukata kwenye fedha zao walizonazo. Kwa hiyo sisi tuko tayari kushirikiana na wao wafikie hao wengine ambao wanaona hivyo, kwa sababu kwa hiyo tunaomba mtuletee orodha ya taasisi zote ambazo mnazidai maji ili ofisi yetu ni kuangalia namna gani ya kuweka mikakati ya kuweza kulipa madeni. Tunafahamu ipo changamoto kwa upande wa hasa shule za msingi ambazo tunajua kwamba kwa sehemu kubwa huduma za maji zinagharimiwa na wananchi, lakini takapo tuletea sisi, tutajua namna gani ya kuweza kushughulika na swala hili. Kwa hiyo, niwasihi sana kuendelee kufanya kazi kwa weledi ili kuhakikisha kwamba huduma ya maji inakuwa bora na